Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba ni turufu ya Iran kwa sasa serikali ya Israel. Siku tatu tangu kuanza kwa makabiliano haya ambayo yanashuhudiwa kati ya Israel na Irani, serikali ya Israel kupitia msemaji wa jeshi la taifa ametoa wito kupitia chapisho ambalo limetolewa kwa lugha mbili, ikiwa ni pamoja na lugha ya Kiarabu na lugha ya Kifarsi. Chapisho hilo limetolea wito raia wa Irani ambao makazi yao yanapatikana karibu na vituo vya jeshi. Wito huo umewataka raia hao waweze kuondoka mara moja katika maeneo hayo, kwa kuwa jeshi la Israel kwa sasa tayari limekwisha jipanga kikamilifu ili kuweza kuendesha mashambulizi dhidi ya kile ambacho kimefahamisha kwamba ndiyo malengo ya jeshi la Israel, kuhakikisha kuwa vituo vyote ambavyo jeshi la Irani litaweza kutumia kwa lengo la kuendesha mashambulizi dhidi ya Israel vinatokomezwa. Na vilevile nafahamishwa kwamba tangazo hili ambalo limetolewa na jeshi la Israel, ni wazi ya kwamba baada ya mashambulizi ambayo yameendeshwa na jeshi la Israel katika maeneo tofauti nchini Iran huku yakilenga vituo tofauti, kutokana na taarifa ambazo zimeweza kukusanywa baada ya mashambulizi hayo, inaonyesha ya kwamba jeshi la Iran kwa sasa halina uwezo wa kuweza kuendesha mashambulizi kama yale ambayo yameweza kuathiri miji tofauti nchini Israel ikiwa ni pamoja na mji wa Tel Aviv, Haifa na Jerusalem. Hivyo basi, kwa sasa inaonekana ya kwamba jeshi la halina uwezo wa kuzuia makombora kutoka nchini na kilichobaki ni jukumu la jeshi la Israel kuweza kurusha ndege zake juu ya anga la Irani na kuweza kushambulia na kumalizia kile ambacho kilichosalia wakati wa mashambulizi ambayo yametekelezwa wakati wa masaa sabini na mbili yaliyopita. Malengo ya Israel ambayo yameweza kujiwekea kupitia waziri wake mkuu ni wazi ya kwamba Israel ilifahamisha kuwa inaziwia Irani isiweze kumiliki bomu la nyuklia wito huu ambao umetolewa na jeshi la Israel kwa raia wa Irani waweze kuondoka katika maeneo hayo inatajwa kwamba ni kutokana na usalama wao. Jeshi limehakikisha kuwa uwepo wao katika maeneo hayo utahatarisha maisha yao wakati ambapo jeshi la Israel litakapoanza operesheni yake, ambayo kwa sasa bado jeshi la Israel kwa mara nyingine likijipanga na kutafakari ni namna gani operesheni hiyo inaweza kuendeshwa. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, baada ya mashambulizi kwa muda wa siku tatu, mashambulizi yatakayofuatia kwa sasa itakuwa ni zaidi ya yale ambayo yameendeshwa katika siku zilizopita, kwa kuwa mfumo wa kujihami na makombora wa Irani, jeshi la Israel lina uhakika kuwa mfumo huo tayari umekwisha dhoofishwa kwa kiasi kikubwa. Irani nayo imefahamisha kwa upande wake ya kwamba iwapo Israel itaendelea na mashambulizi yake dhidi ya vituo vyake tofauti na maeneo tofauti nchini Irani, basi Irani haitosita kulipiza kisasi na kuahidi pigo kubwa kwa yoyote atakayetoa msaada kwa Israel ili Israel iweze kufanikisha malengo yake nchini Iran. Mzozo huu ambao unaendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati unatajwa kwamba tayari unaashiria mabadiliko makubwa ya kimkakati, kwa kuwa kimataifa kunashuhudiwa mpasuko mkubwa, ikiwa upande mmoja Iran inaungwa mkono, huku mataifa mengine yakimuunga mkono Israel, na ikitajwa kwamba kile ambacho kinaendeshwa na Israel dhidi ya Irani ni kitendo cha uchokozi kwa kuwa katika kipindi cha muda mrefu kulikuwa kukiandaliwa mikutano ya kimataifa kwa ajili ya kujadili swala zima hili la nyuklia ya Irani na kuweza Irani kuwekewa vikwazo, jambo ambalo Irani ilitaja kuwa ni kinyume na makubaliano ya kimataifa licha ya wataalamu wa shirika la Umoja wa Mataifa ambalo linahusika na nyuklia kuendesha uchunguzi nchini Irani na hatua ambayo ilikuwa imekwishafikiwa kwa sasa. Ni mkutano ambao uliotakiwa kufanyika leo hii nchini Oman kati ya wawakilishi wa Marekani na wawakilishi wa Iran kuhusu nyuklia lakini mkutano huu haukuweza kufanyika. Iran imefahamisha kwamba kamwe haiwezi kushiriki katika mkutano huo na kutajwa kuwa mazungumzo kuhusu nyuklia ya Iran hayawezekani, iwapo Israeli itaendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran. Kutokana na uwepo wake wa kimkakati, kama inavyotajwa katika mitandao ya kijamii, Iran iwapo itachukua maamuzi ya kuweza kufunga huba ya Hormuz ambayo inatumiwa kwa kusafirishia mafuta kuelekea katika soko la kimataifa kutoka katika mataifa ya ghuba. Irani ikichukua uamuzi kama huo, basi ulimwengu mzima utajikuta katika uhaba wa mafuta na kushuhudia ongezeko la bei ya mafuta katika soko la kimataifa, kitendo ambacho kimetajwa kwamba ndio turufu ambayo Irani inaweza kutumia pindi ambapo jumuiya ya kimataifa, aidha washirika wa Irani watakapochukua maamuzi ya kuivamia Aidha, kusaidia moja kwa moja Israel na mashambulizi yake dhidi ya Irani. Na iwapo Irani itachukua uamuzi kama huo, basi itakuwa ni mlango mwingine wa uhasama kati ya Irani, kama inavyotajwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati ya kwamba Irani ndiyo taifa kwa muda mrefu limeonekana kuwa na uhasama na majirani zake, kutokana na kwamba majirani zake wametoa wa hifadhi kwa jeshi la Marekani Majirani ambao wametoa nafasi kwa jeshi la Marekani kuweza kuweka ngome zake katika mataifa hayo, na inaonekana ya kwamba dhehebu ambalo lina nafasi kubwa nchini Iran ni dhehebu la Shia, huko katika mataifa mengine ambayo yametoa nafasi kwa jeshi la Marekani ni dhehebu la Suni kuhusu mitazamo ya kidini zaidi ya miaka elfu moja